Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji wa redio Maria Tanzania, sauti ya kikristo nyumbani mwako, na washirika wetu redio Mbiu, sauti ya Faraja Kagera, karibu katika dakika hizi chache za kipindi cha mtakatifu wa leo. Leo tarehe 18 ya mwezi wa tatu, Kanisa linamkumbuka na kumheshimu Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu, askofu na mwalimu wa Kanisa. Ili kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusu maisha ya mtakatifu huyu, tusikilize historia yake kwa ufupi. Sirili alizaliwa Yerusalemu mwaka 315 na wazazi wa Kristo. Mtakatifu Maksimo askofu wa Yerusalemu alimpa upadri, akaendelea kukaa Yerusalemu alimozaliwa. Kazi yake hasa ilikuwa kuwafundisha wakatekumeni. Hakuacha lakini kuwatunza wapagani na Wayahudi, alijaribu kuwaongoa. Zamani hizo wakatekumeni hawakuwa na ruhusa ya kuingia kanisani, bali walingoja mlangoni. Sirili aliwaendea akasimama kati yao, akawasomea na kuwaelekeza neno la Mungu. Alizoea kuambia msione haya sababu ya msalaba wa Yesu Kristo, pigeni ishara yake mwilini mwenu, katika pande la uso, mpate kuwapinga mashetani wasioweza kuielekea bendera ya mfalme wenu, pigeni ishara hiyo kila saa iwe saa mnapokula au mnapokunywa, saa mnaposimama au mnapokaa, saa mnapofanya kazi, saa mnapotembea, saa mnapokwenda kulala na saa mnapoamka. Msichoke kupiga ishara ya msalaba kila mara. Sirili wa Yerusalemu anakumbukwa hasa kwa ajili ya masomo kumi na manane aliyotoa wakati wa Kwaresma kwa wakatekumeni watakaobatizwa na masomo matano kisha Pasaka juu ya ubatizo kipaimara na ekaristi kwa waliobatizwa wakati wa Pasaka. Mtakatifu Sirili alikuwa na huruma sana kwa watu maskini. Mwaka mmoja wa njaa, aliviuza vyombo vya kanisa apate kuwanunulia kande lakini maadui zake, yaani wafitini na wapinzani wa dini, wafuasi wa Arios, walimwonea wivu kwa ajili ya nguvu za mafundisho yake. Walimchongea uongo kwa serikali, walimhamisha kwa nguvu za serikali, asipate ruhusa ya kurejea mjini mwake. Hata alipopata haki, alirudi Yerusalemu. Siku si nyingi baada yake alihamishwa mara ya pili, alirudi tena kisha kupata haki yake. Hata mara ya tatu alihamishwa na alikaa ugenini miaka kumi, alirudi tena akakaa Yerusalemu miaka minane. Katika mafundisho yake alifumbua ukweli wa imani ya Kikristo, wa maandiko matakatifu na wa mapokeo ya Kanisa kwa moyo mkuu wa kichungaji. alikufa mwaka mia alitangazwa kuwa mwalimu wa Kanisa mnamo mwaka 1883. Redio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Na washirika wetu Redio Mbiu, sauti ya faraja, Kagera. Inawatekee heri sana wale wote wanaoadhimisha sikukuu ya somo na mwombezi wao Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu tunayemkumbuka na kumheshimu siku hii ya leo. Kwa maombezi yake, tunawatekeni nyote mjaliwe neema na nguvu ya kushika vema amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu ili hatimaye mweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu Askofu na Mwalimu wa Kanisa Utuombee. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.